Askofu wa kanisa la kiinjili na la Kilutheri Tanzania, KKKT, dayosisi ya Karagwe, Dr. Benson Bagonza amesema kuwa taifa linapitia mkwamo wa kisiasa na kiutendaji ambao unahitaji hatua ya dhati ya kujitafakari na kurudi kwenye misingi ya mazungumzo, sio mapambano. Akizungumza hivi karibuni kupitia mahojiano maalum na televisheni ya mtandao ya Sauti Digital, Askofu Bagonza amesema mchakato wa ndani wa kisiasa unaoendelea hususan ndani ya Chama cha Mapinduzi unaonyesha uh, dalili za sintofahamu na upungufu wa misingi imara ya maadili ya kisiasa namnukuu: kuna mtu amejiunga na chama leo, siku hiyo hiyo anachukua fomu. Unajiuliza, hii ni nini? Amesema askofu Bagonza. Ameeleza mshanga wake juu ya viongozi waliowahi kuwa sehemu ya tume ya uchaguzi iliyolalamikiwa kisha kuji, kujiingiza katika mchakato wa kugombea, akisema hali hiyo inaleta maswali makubwa kuhusu uadilifu wa mchakato huo. Akijibu hoja za baadhi ya watu wanaodai kuwa uh, kutoshiriki kwa Chadema hakutaleta athari kwa kuwa kuna vyama vingine 18 vinavyoshiriki uchaguzi, askofu Bagonza ametoa changamoto na mnukuu, hebu wafikirie tuwe na uchaguzi mkuu usiokuwa na CCM viwe hivyo 18 vingine na Chadema. A, alafu aniambie kama huo huo ni uchaguzi. Kwa hiyo wanaoona Chadema haipo, haipo kwa hiyo kuna mshikeli pia, wageuza akili zao waangalie, kama hakuna CCM, kama uchaguzi unaweza kufanyika. Mawazo yangu, sina maana kwamba vyama vingine havifai. Ninaamini taifa ambalo linajumuisha kuliko kutawanya na tamani vyama vyote tena hata vingine ambavyo havijasajiliwa. Amesema taifa linahitaji kuwa na utaratibu jumuishi ambapo kila Mtanzania anahusishwa kikamilifu bila kubaguliwa, hata wale wasiokuwa na vyama, na kusisitiza kuwa hekima haijachelewa, namnukuu: hekima hata ikichelewa siku moja inatosha. Kinachotakiwa ni utashi wa kisiasa, yaani political will, na kutupelekea kwenye taifa la mazungumzo, sio taifa la mapambano, alihitimisha askofu Benson Bagonza. Kauli yake imekuja wakati wa mchakato unaoendelea uchukuaji na urejeshaji wa fomu za wagombea ubunge na udiwani ndani ya CCM, huku kukiwa na sintofahamu juu ya ushiriki wa Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini, katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Huu ni mtazamo wa Askofu Bagonza, ambapo ameshangazwa, ame na watu ambao wanajiunga uh, leo na siku hiyo wanachukua fomu za kugombea nyadhifa mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM.